Iyonye habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele jela miaka 23 kwa kusafirisha mirungi, lakini ndoa zinazoelekea kufa zinafufuliwaje? E, ndoa zinazoelekea kufa zinafufuliwaje? Na sikukuu, maandamano, hisia mchanganyiko. Sikukuu, maandamano ni hisia mchanganyiko, lakini mama e, mtoto wafa wakiponda kokoto e, mama mtoto wa... Wafa wakiponda kokoto, lakini nguzo ya amani yatajwa, wazee wataka vijana wasikurupuke. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti la Nipashe tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi, linaanza na habari inayosema zaidi ya elfu hamsini wafaulu wafaulu la saba Zanzibar lakini kiongozi, sisi msiogope kujibu upotoshaji. E, sisi msiogope kujibu upotoshaji. Na serikali yapiga, e, yapinga kesi ya sherehe za uhuru. E, serikali yapinga kesi ya sherehe za uhuru. Lakini vijana wanavyokosoa misemo ya wahenga mitandaoni. E, vijana wanavyokosoa misemo ya wahenga mitandaoni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina tukiachana na kurasa za gazeti la Mwananchi asubuhi ya, ya leo. E, tuangazie sasa kwenye gazeti lako. Gazeti la Habari Leo ni inaanza kutuhabarisha nasema, sakosi zazalisha ajira zaidi ya elfu kumi mwaka mmoja. Lakini makosa barabarani yaingiza bilioni mbili nukta mbili miezi mitatu, hiyo ni kwenye ukurasa wa nne. Lakini amani kwanza, wadau wawaambia vijana waongozwe na busara, heshima lakini washauri wajitafakari, wawataka wazee wawatulize sisi. Jaakunda msumari vijana kulinda nchi, e, nchi. Ujenzi wa bandari ya Bagamoyo, hiyo ni habari leo kwenye kurasa e, zalsasatuangazie gazeti lako gazeti lako la Mzalendo lenye ukurasa wa mbele linaandika kiongozi Tanzania haiwezi haiwezi kurudi e, ukoloni. Huyu ni kiongozi asema Tanzania haiwezi, e, kurudi e, ukoloni ni ukoloni. Lakini vijana wajiachia e, kiaina michongo kwa RC e, vijana wajiachia kiaina michongo kwa RC. Lakini Mtanda atekeleza agizo la waziri mkuu e, Mtanda atekeleza agizo la waziri mkuu E, ni agizo gani? Basi pata gazeti lako la Mzalendo e, kwa habari kwa kina. Lakini kimiti ana Abdalla wa safari ya F 2030 e, kimiti ana Abdalla wa safari ya L 2030 hilo ni gazeti lako la Mzalendo ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mzalendo tuangazie gazeti lako la Uelekeo lenye linaanza habari kubwa asubuhi ya leo kwenye gazeti naandika mlanguzi wa tiketi E, wakamatwa e, za mabasi kituo cha Magufuli. Walanguzi wa tiketi wakamatwa, tiketi e, za mabasi kituo cha Magufuli. Lakini kikao cha mwenezi kiongozi mzizima ya zizima, kikao cha mwenezi kiongozi e, mzizima ya zizima e. Lakini maelfu wajitokeza kupokea madini kutoka kwa mwenezi, lakini E, awataka vijana kuipa amani kipaumbele e, wajitenga, e, wajitenga na wachochezi huyo ni kiongozi washauri vijana ndani e, ya Mzizima. Lakini hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwelekeo kwenye kurasa za mbele. Lakini mashirika yasiyo ya, ya ufanisi e, mashirika yasiyo na ufanisi kufutwa na vijana ilizomwazungumza na waziri Joeli nanauka Eh, vijana yudizim wazungumza na waziri Joheli na nauka yoni habari kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa wa mbele patendele yako kwa habari e, kwa kina. Lakini gazeti lako la wamachinga sauti wa, e, wanyonge lenye habari inasema e, PBPA watakiwa kutoa kipaumbele kwa wazawa wawekezaji mafuta e, PBPA watakiwa kutoa kipaumbele kwa wazawa mafuta lakini ujenzi wa bandari Bagamoyo waiva. E, ujenzi wa Bagamoyo lakini bandari waiva. Lakini butiku asisti za mazungumzo kwa watanzania hilo, e, ni gazeti lako la wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo lenye kurasa mbele inaandika Hemedi, e, itendeni, e, itendeni haki kada ya afya. Huyo ni Hemedi anasema itendeni haki kada ya afya lakini waziri ana azindua mradi wa pamoja waziri ana azindua mradi wa pamoja. Mama Mariamu, tushirikiane kutokomeza ukatili wa kijinsia mitandaoni. E, mama Mariamu, tushirikiane kutokomeza ukatili wa kijinsia mitandaoni. Lakini wanafunzi kumi wa chuo kikuu wateketea kwa moto. Hiyo e, habari ya kimataifa huko, wanafunzi kumi wa chuo kikuu wateketea kwa moto huko Peru. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele tuangazie sasa kwenye kurasa e, za michezo na burudani, tunaanza kuliangazia gazeti lako la kula Mzalendo. Bosi e, bosi ligi ligi kuu kuu bara bara ageukia makocha wachezaji wanaobeti. naandika bara ageukia makocha wachezaji wanaobeti lakini Simba Azam FC mechi ya mtego e, Simba Azam FC mechi ya mtego. Yanga Coastal Union hesabu tu e, e, Yanga Coastal Union hesabu tu. Simba inatoboa hivi kimataifa e, Simba inatoboa hivi kimataifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Mzalendo kwenye kurasa wa michezo, lakini habari kubwa ni Simba Azam mechi ya mtego, hiyo ni Mzizima dabi lakini gazeti lako la Uelekeo lenyewe kwenye kurasa za michezo linaandika e, Singida Black Stars ya wakuta yaliyowakuta wananchi Singida Black Stars ya wakuta yaliyowakuta wananchi e, ya wakuta, yali wakuta ni baada kichapo, e, ya kucheza kichapo dhidi ya TRA United. Lakini Simba yanga kusaka pointi leo Simba yanga kusaka pointi leo, na KMC ya mtema, e, Maxio, e, KMC ya Mtema Maxio Maximo lakini Mgunda kocha bora Novemba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako e, kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako e, la habari leo, lije kwenye michezo, na andika Simba Yanga kazi kwao leo e, Simba Yanga kazi kwao leo. TRA United ya yadhibu Singida e, TRA United ya yadhibu Singida. E, makundi wa wawakilishi Afrika kombe la dunia hayatabiriki makundi wawakilishi Afrika kombe la dunia hayatabiriki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa michezo. Lakini Simba yafunguka kuhusu kocha mpya e, Simba yafunguka kuhusu kocha mpya hiyo. Ni habari inapatikana pia kwenye gazeti lako lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Simba Yanga viwanja tofauti leo e, Simba Yanga viwanja tofauti leo. Singida Big Stars yalala tatu moja kwa tiara ya united uh, e, Singida Black Stars e, ya lala uh, e, tatu moja kwa TRA United. Lakini Azam ya tamba kuonesha ubabe wake e, kwa mnyama. Azam ya tamba kuonesha ubabe wake kwa mnyama. Ilo ni gazeti lako la wamachinga e, sauti ya wanyonge. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za michezo kuna e, habari inaandika, dakika tisini za moto Simba Azam leo. E, dakika tisini za moto Simba Azam leo lakini zima moto ya izima new king. Uh, shirikisho la wavu Zanzibar lapata viongozi wapya uh, shirikisho la wavu lapata viongozi wapya Zanzibar. Kocha timu ya mafunzo kwini apata matumaini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za michezo, pate nakala yako kwa habari eh, kwa kina. Na tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo linaandika kosto uh, yanga ngoja tuone kosto e, dhidi ya yanga na ngoja tuone. Wagosi wa kaya wala kiapo, pedo amejipanga, lakini una ushauri. Lakini kwenye gazeti e, lako la Mwanaspoti kuna habari inasema mzizi madabi, ile siku ndo leo imefika, ni vita ibenge na matola kwa Mkapa. Huyu e, ni mzizi madabi, huku ni ibenge, huku ni matola kwa Mkapa. Lakini kimataifa majeraha ya mtesa e, ya mtesa mtesa. Ya ateta majeraha. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele zambele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia e gazeti la Nipashe mwanga wa jamii lenye kwenye michezo linaandika Matola kwenye kibarua kigumu mbele ya Ibenge e, Matola kwenye kibarua kigumu mbele ya Ibenge. Yanga yaahidi kuendeleza ubabe kwa Coastal Union Yanga yaahidi ubabe kuendeleza eh, kwa Coastal Union. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe eh, lakini habari kubwa leo ni mechi kubwa ikiwa kuna mzizi madabi kati ya Azam dhidi ya Simba Sport Club, lakini Yanga nayo ikiwa kabili wagosi wa kaya kutokea huko Tanga eh, wakabiliana Dodoma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, ukurasa wa michezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina